Hatimaye Umoja wa Kimataifa Demokrasia IDU umetoa maazimio juu ya hali ya kisiasa nchini Tanzania na kusisitiza kwamba kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Antipas Lissu, ni kesi ya kisiasa isiyokuwa na msingi wowote ule wa kisheria, na hivyo wameishinikiza serikali ya Tanzania kuiondoa kesi hiyo mahakamani na kumwachilia huru tundulisu bila masharti. Itakumbukwa kwamba siku za hivi karibuni kulifanyika kongamano kubwa la umoja wa kimataifa wa demokrasia nchini Ubelgiji, ambapo kwa chama cha Chadema aliyepaswa kuwepo katika kongamano hilo ni naibu katibu mkuu wa chama hicho bara Amani Golugwa, lakini kutokana na sababu za hapa na pale Amani Golugwa hakuweza kufika huko ambapo makamu mwenyekiti wa chama hicho John H alijitokeza hadharani akasema, chama kimemtuma mke wa Tundu Lissu alihisia magabe kukiwakilisha kwenye kongamano hilo, na tulimshuhudia kweli mke wa Tundu Lissu alipozungumza kwenye kongamano hilo mbele ya umati wa watu. Sasa moja kwa moja bila kupoteza wakati, hebu tuende tukatazame ni yepi hayo ambayo umoja huo wa kimataifa wa demokrasia ulioyasema, ni kutoka kwenye ukurasa rasmi wa sasa wa X wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema unaofahamika kwa jina la Chadema, wameposti maazimio hayo ya IDU na mengine mengi. Hebu tutazame na nukuu hapa: taarifa kwa umma, maazimio ya IDU juu ya hali ya kisiasa nchini Tanzania. Umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU ulihitimisha mfululizo wa mikutano yake kwa mkutano mkuu uliofanyika tarehe 16 mwezi wa tano mwaka huu wa 2025, kwenye bunge la Ulaya jijini Brussels, Ubelgiji. Katika mkutano mkuu, IDU ilijadili kwa kina hali na mwenendo wa kisiasa nchini Tanzania dhidi ya Chadema na upinzani kwa ujumla, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA Dua kanda ya Afrika Mashariki, mheshimiwa Deogratias Munish katika mjadala uliojumuisha vyama vinavyounda serikali katika mataifa makubwa bara la Ulaya na Amerika, wajumbe walionyesha kukerwa na matendo mabaya yanayoratibiwa na serikali ya Tanzania dhidi ya upinzani na wakosoaji wake na hivyo kutaka hatua kali za kidiplomasia zichukuliwe dhidi ya serikali ya Tanzania. Baada ya majadiliano, mkutano mkuu ulihitimishwa kwa kupitisha maazimio yafuatayo dhidi ya Tanzania. Moja, IDU imeonyesha kusikitishwa na kulaani vikali mwendelezo wa vitendo vya ukamataji, utekaji, utesaji, upotezwaji na unyanyasaji wa kisiasa wa viongozi na wanachama wa Chadema, wanaharakati na wakosoaji wa serikali ya Tanzania. Mbili, IDU imesisitiza kwamba kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ni kesi ya kisiasa isiyokuwa na msingi wowote ule wa kisheria na hivyo kuishinikiza serikali ya Tanzania kuiondoa mahakamani mara moja na kumwacha huru Mheshimiwa Lissu bila masharti yoyote. Tatu, baada ya kuthibitisha kuwa kwa makusudi serikali ya Tanzania imekataa kufanya mabadiliko ya katiba iliyopo sasa na kutekeleza mageuzi makubwa ya mfumo wa uchaguzi kama inavyodaiwa na Chadema, umma wa Watanzania kwa ujumla na kama ilivyoshauriwa na Jumuiya ya Kimataifa, IDU imeridhishwa pasi na shaka yeyote kuwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025 hautakuwa wa haki dhidi ya upinzani kwa ujumla. Nne, IDU imeitaka Jumuiya ya Kimataifa kuweka na kuongeza shinikizo dhidi ya serikali ya Tanzania ili izingatie na kuheshimu haki za msingi za binadamu, utawala wa sheria na misingi ya kidemokrasia, suala ambalo litawezekana tu mara baada ya kubadili katiba na sheria za Tanzania. Tano, IDU imeunga mkono madai ya Chadema na umma wa Watanzania ya kutaka mabadiliko ya msingi ya kiuchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Imetolewa siku ya leo tarehe 21 Mei mwaka huu wa 2025 Jumatano, na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Brenda Rupia. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nasi tumeiandaa na, na tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia uweze kupata kufahamu na kujua eh, maazimio haya yaliyoazimiwa na IDU mara baada ya kongamano